Habari zenu, na leo katika elimu ya jamii tunaangazia swala la dhulma za ubaguzi ndani ya majumba zetu, ama dhulma za ubaguzi ya watoto katika familia nyingi za Kiafrika. Nime me nimewahi kusikia swala la unyanyasaji ya ubaguzi ya watoto ndani ya majumba yetu, hususan sisi kina mama. Kuna baadhi ya sisi kina mama tunawachukia watoto wetu wenyewe bila sababu. Pale utakapokuwa umejaliwa na watoto zaidi ya mmoja, kuna mmoja utampenda zaidi, na kuna mmoja utamchukia zaidi. Kwa nini mtoto, mtoto huyo atakuwa mwenye kunyanyasika zaidi pale nyumbani kihisia? Kila anapokosea kidogo, atakuwa basi ni mwenye kusimangwa sana, kila atakalokuwa anafanya halionekani, Atakapokuwa mgonjwa haulizwi, kazi zake zinakuwa ni nyingi kushinda wengine. Mambo kama haya ni ya kidhulma na yanamfanya mtoto huyu aingie roho mbaya dhidi ya familia yake. Mtoto huyu ataishi akijua nafasi yake hakuna pale nyumbani. Wengine huchukua maamuzi mabaya ya kujitoa uhai ili aepukane na dhiki za pale nyumbani, na wengine hutoweka na wakaikimbia familia yao. Mwisho wa siku, mtoto kama huyu ndiye anayekuja anafanikiwa kimaisha. Swali langu ni je, kwa wewe mzazi mwenzangu, ni sawa kumnyanyasa na kumbagua mtoto wako mwenyewe? Na je, huyo mtoto atakapoingia roho mbaya na kukutelekeza wewe, mto, wewe mzazi atakuwa ana makosa? Ombi langu kwa wazazi wenzangu, watoto wote ni sawa na tuwapende watoto wetu wote kiusawa sawa. Unayemwona hafai leo ndiye atakayekuwa msaada wako kesho. Kama wewe ni mtoto na unapitia hali kama hiyo nyumbani, haujachelewa, kataa unyanyasaji, tafuta msaada, hata kwa viongozi wa dini, ili swala hilo liwe na uangalizi kabla hali hiyo haija kudhuru. Toa maoni yako hapo chini kwa comment section ili tuweze kuelimishana katika dhulma za watoto ndani ya nyumba. Asante kwa kuitazama Shakyz Empire TV. Tukutane kwa vipindi vijavyo.